mtoto mpe mke kitanda achonge mwenyewe. Sisi moye, kwa nafasi nilopewa, nitumie sekunde kumi kuwakumbusha wanawake, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na mimi kama katibu wenu wa umoja wa wanawake wa wilaya ya Kiteto, ni rai yangu sasa, wanawake tujitokeze kugombea nafasi mbalimbali mbali, ili kutafuta uwiano wa asilimia hamsini na tunapofika mwezi wa saba tujitokeze kwenda kuchukua fomu kupitia chama cha mapinduzi chama dume, na nawakumbusha wanawake wenzangu, mwaka wa kutafuta asilimia hamsini ni huu, tukamuunge mkono mama Samia. Lakini pia kinara, mama Samia ametuonyesha wanawake tunaweza. Kwa miaka yake minne, amefanya vitu vikubwa ambavyo vimefanyika hapo nyuma. Sasa tukamshike mkono, tukamuunge mkono, na ikifika Oktoba ni sisi na mama mama, na sisi sisi. Katibu wa wanawake, uh, wa wanawake CCM wilaya Kiteto, asante sana.